Na mse ulikuwa moja katika majaji katika musabaka wetu na katika nchi yetu ya watonge, watu wa zamani kufahamu jina lako na kufahamu unatoka katika nchi gani? Asante, majina yangu naitwa Hashim Uthman Omar Madenge, natokea katika nchi ya Tanzania, mji mkuu wa Dar es Salaam, kama ilivyozoelekwa kuitwa jiji la gharama. Ulivyojisikiaje pale ambapo walikupa wadhifa wawe kutoka Tanzania na kuja kusimamia zoezi li kubwa sana katika nchi yetu ya Burundi? Kiukweli nilifurahi na nimefurahi sana, kwa sababu kuchaguliwa kuja katika nchi ya Burundi, nchi jirani, nchi pendwa kwangu, ni sharafu kubwa na ni heshima ya hali ya juu, kuonekana mimi naweza kufaa ndani ya nchi yangu mpaka nje ya nchi yangu kwa ajili ya kuitumikia Qur'ani na kuihudumia Qurani. Alhikma Foundation ya kwa Sheikh Nuruddin Kishk ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wadhamini katika hili. Kwa namna ulivyoona, nini ujumbe wako kubeba kwa Sheikh Nuruddin Kishk? Kwa kweli nampongeza sana Sheikh Nuruddin Kishk al-Maruf kwa udhamini wake mkubwa uliotukuka katika jambo hili la mashindano ya Burundi na wito wangu kwake aendelee na uradi huu, ikiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atampa afya, nguvu na uwezo, afanye kama hivi alivyofanya mara hii au afanye maradufu ya hivi katika kuikirimu Qur'ani na kuiendeleza Qur'ani pamoja na kuwapa nguvu jirani zetu wa nchi ya Burundi. Neno lako la kumalizia, katika nchi yetu ya Burundi, kile ambacho utakuwa tayari umekiona na kukishuhudia, tungetamani tupate sawani ya kile ambacho unaweza ukatuachia siku hii ya leo. Zawadi yangu ya kwanza ni kongole kwenu au hongereni. Sikutaraji kama nitakuta hali ya namna hii. Watu ni wengi sana, kina mama, kina baba, lakini vijana, lakini kadhalika hongereni kwa usomaji mzuri wa Qur'ani. Kiwango cha washiriki ambacho nimekikuta ni kiwango kikubwa cha usomaji wa hali ya juu, hifdhi iliyokuwa matin, lakini pia usomaji uliokuwa mzuri. Hongereni kwa kazi kubwa hii ikijulisha, inajulisha kazi nzuri ya walimu wetu wanayoifanya. Hongera kwa walimu, hongera kwa viongozi wa madaris na taasisi mbalimbali katika kuhakikisha Qur'ani inahifadhiwa ndani ya nchi yetu ya Burundi. ivyenu <tutu> ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda mwongozo wa jamii.